Tuelekee kaunti namba 15 ambapo baraza kuu la makanisa NCCK limeungana na mashirika mengine kuhamasisha na kuelimisha wakaazi kukabiliana na visa vya dhuluma za kijinsia. Hafla hii imeleta pamoja wakaazi kutoka eneo bunge la Kitui kusini kuadhimisha siku 16 za kupigana na ukatili wa kijinsia. Kitui kusini ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na ukatili wa kijinsia, huku wakaazi wengi wakilaumiwa kwa kutopiga ripoti.

ambao ni gender champions ambao tumekuwa tukifanya kazi nao kuhamasisha wananchi katika eneo hili kuhusu mambo ya GBV na vile wanafaa kukaa kwa maboma yao, wakifanya kazi pamoja, waume kwa wake na pia kwa watoto wao, ili tuweze kuzuia mambo haya ya GBV, kwa sababu tume tumegundua ya kwamba mambo ambayo ni ya uchumi yana affect na hata pia ina contribute GBV. Pia tumeona ya kwamba pia ile kukosa respect nyumbani inachangia mambo ya GBV na kwa hivyo sisi kama NCCK tumekuwa tukifanya kazi na wananchi kuwahamasisha kuhusu vile wanaweza ongeza uh, ile pesa mfukuni na ili mambo haya ya GBV yasitokee. Kwa wanaume wamekuwa na shida mingi, wanashindwa wamepata ile wanapata, kama GBV wameface, wanashindwa mahali wanaweza kwenda kuripoti, tukapata kuna chiefs office tukapata kuna police na pia kuna zile eh, mijengo imejengwa ili uweze kuona na report. Kama ni, kam, ni, ni, ni kijana kuna zile za children. Kama ni mwanaume ama wewe ni mtu mzima, kuna mahali unaweza pata usaidizi. Na kwa hivyo tunatumwa tuwamazishe wanaume wasinyamaze, waweze kukaa kidete, tutetee haki yetu, tuelekee kaunti namba